Kama hii mbegu ya kawaida ya mahindi ilileta muujiza baada ya kuiwekwa kwenye giza uliondoka ni kweli hivyo hivyo, hii mbegu ya miili ya watu unayoichukua na kuitesa na kwenda kuitupa huko gizani, ukafanya firijisu mtu asijue, nataka nikuhakikishie wewe unayefanya hivyo, kama ni mtawala, kama ni Mtanzania, kama ni mtu gani mwenye cheo gani, hiyo ni mbegu unayoipanda ni zaidi ya mbegu ya mahindi, na mbegu hiyo italeta matokeo kwa sababu ni damu za watu zisizokuwa na hatia. Hauna mamlaka ya kuweza kuua wanadamu wenzako, hauna mamlaka ya kuweza kuua ndugu zako, hauna mamlaka ya kuweza kuondoa uhai wa mtu kwa sababu ya madaraka, kwa sababu ya kitu fulani. Inawezekana kutokana na cheo chako, unaua, unaenda kuficha, una wasaidizi wako, labda kwenye nafasi yako ulionayo, unaua, unaenda kuficha na unafanya vitu ili kusudi watu wasijue kama umeua watu wangapi, wasijue kama wewe ume, ume, umefanya hivyo ume, umetetea kiti chako, nafasi yako, ubunge wako, waziri wako e, wenyekiti wako, udiwani wako. Kwa sababu hiyo umefanya firigisu hizo, miili ya watu ukaenda kuficha ili watu wasijue kama umeua. Nataka nikuambie, hiyo ni zaidi ya mbegu ya maini, hiyo ni miili ya watu, hizo ni roho za watu zilizokuwa na hatia, hautaficha ile ni damu inamwagika kwenye ardhi, haijalishi utaficha, haijalishi huyu mtu umemchukua ukaenda kumpiga na ukamtesa ukamficha kwenye maji ukamficha kwenye mapango ukamuulia huko ukamfunika ukamficha huko ukafanya kila kitu kwa namna unavyoweza. Mimi nataka nikwambie, hiyo ni zaidi ya mbegu ya mahindi. Hiyo ni mili ya watu, ni mbegu na ipanda ya damu za watu zilizokuwa na hatia. Nikwambie hicho kitu ambacho ulichokikalia hicho kitu unachokitetea kwa ajili ya damu za watu hicho kiti ambacho unatetea kwa kupitia damu za watu, nataka nikwambie, ewe mbunge, ewe waziri, ewe diwani, kama umefanya hivyo na ukadhani utakuwa umepoteza ushahidi na ukadhani kwamba utaficha watu wasijue, ili ukae kwenye hicho kiti cha ubunge cha utawala cha udiwani cha namna cha mwenyekiti namna yoyote, nafasi yoyote, hata kama wewe ni kiongozi wa dini, mbegu uliyo ipanda ya amiri za watu inayolia kwenye aris, umeficha ficha, unafanya kila firigiso, hiyo mbegu inasikika, mbegu mbele za Mungu. Waislamu, asalamu alaykum, ndugu zangu wa Islam. Lakini pia Bwana Yesu asifiwe, ndugu zangu eh, wa Kristo. Na nataka nizungumze neno hili eh, katika majira haya tuliyonayo katika taifa letu la Tanzania. Mbegu ya mahindi au mbegu ya mpunga au kwa namna yoyote ile, mbegu yoyote ile unaweza ukawa ichukulia mkononi mwako kama haina maajabu, kwa sababu unayo mkononi. Sasa ili kusudi hii mbegu ilete matokeo iweze kuleta muujiza inakulazimisha uweze kwenda kuipanda kwenye ardhi. Na unapoipanda kwenye ardhi, maana yake unaifukia, unachimba, unaifukia. Na unapoifukia, maana yake kunakuwa na giza ndani yake. Lakini pia unapomaliza kuipanda unaondoka, unaondoka unarudi nyumbani mwako. Sasa hiyo hatua uliyoifanya ndipo utaanza kuona nguvu ya ile mbegu uwezo na matokeo ya ile mbegu umepanda indi moja, lakini utaanza kuona matokeo na maajabu kwenye lile punje moja ama punje moja ya mbegu ya, ya, ya, ya mpunga ama ya mchele. Nisikiliza vizuri, mvua itakuja, itakuja kunyesha kwenye ardhi, ndipo sasa hii mbegu itaanza kuleta matokeo, itaanza kuzalisha muujiza, ukiwa wewe haujui ni nini kinachotokea kule chini ndani ya giza kabisa kwenye ile mbegu ile mbegu inaanza kuzalisha muujiza, inaanza kutengeneza muujiza ambao wewe hujui nini kinaendelea kule chini, ikiwa gizani mlemle, mle inaanza kuzalisha muujiza. Na mvua inapoendelea kunyesha, ndipo hii mbegu inakataa kukaa kwenye aris, inaamua kupasua aris, hii mbegu inatokeza nje. Kumbuka ulipanda, inawezekana ulikuwa peke yako, lakini hii mbegu inakataa kukaa chini, inaamua kutokeza nje muujiza ya kuwa kwanza ulipanda punje moja, lakini hii mbegu inapoendelea kukua imetokeza ali juu, inaanza kuzaa, inazaa zaidi ya punje moja. Kwa hiyo hii ardhi itaanza kupokea matokeo ya ile mbegu. Sasa sikiliza, katika taifa la Tanzania kuna mbegu tunazipanda: Watanzania, serikali, viongozi wa kidini, wabunge, raisi, mawaziri Yaani watu mbalimbali walioko kwenye mbegu wanapanda mbegu. Sasa hizi mbegu ambazo mnapanda kama viongozi ama kama Watanzania, ninazungumzia hii mbegu, ninayoizungumzia sio mbegu tena, ile ni mbegu ya miili ya watu, mbegu ya damu za watu. Watu wengi wanauawa katika ardhi ya Tanzania. Inawezekana wewe umeua na ukaamua kuficha hizi maiti kwa kuficha kutokana na cheo chako kwa kulinda kiti chako, kulinda mamlaka yako, kulinda utawala wako, kulinda kiti chako mamlaka yako utawala wako chako, nisikilize vizuri. Kama hii mbegu ya kawaida ya mahindi ilileta muujiza baada ya kuiwekwa kwenye giza uliondoka, ni kweli? hivyo hivyo hii mbegu ya miili ya watu unayoichukua na kuitesa na kwenda kuitupa huko gizani ukafanya figisu mtu asijue, nataka nikuhakikishie wewe unayefanya hivyo kama ni mtawala kama ni Mtanzania, kama ni mtu gani mwenye cheo gani, hiyo ni mbegu unayoipanda, ni zaidi ya mbegu ya mahindi, na mbegu hiyo italeta matokeo, kwa sababu ni damu za watu zisizokuwa na hatia. Hauna mamlaka ya kuweza kuua wanadamu wenzako, hauna mamlaka ya kuweza kuua ndugu zako, hauna mamlaka ya kuweza kuondoa uhai wa mtu kwa sababu ya madaraka, kwa sababu ya kitu fulani. Inawezekana kutokana na cheo chako unaua unaenda kuficha una wasaidizi wako, labda kwenye nafasi yako ulio nayo, unaua unaenda kuficha na unafanya vitu ili kusudi watu wasijue kama umeua watu wangapi, wasijue kama wewe ume, ume, umefanya hivyo ume, umetetea kiti chako, nafasi yako, ubunge wako, waziri wako, e, wenye kiti wako, udiwani wako. Kwa sababu hiyo umefanya firigisu hizo, miili ya watu ukaenda kuficha ili watu wasijue kama umeua. Nataka nikuambie, hiyo ni zaidi ya mbegu ya maini, hiyo ni miili ya watu, hizo ni roho za watu zilizokuwa na hatia. hautaficha ile ni damu inamwagika kwenye ardhi, haijalishi utaficha, haijalishi huyu mtu umemchukua ukaenda kumpiga na ukamtesa, ukamficha kwenye maji, ukamficha kwenye mapango, ukamuulia huko, ukamfunika, ukamficha huko, ukafanya kila kitu kwa namna unavyoweza. Mimi nataka nikwambie, hiyo ni zaidi ya mbegu ya mahindi, hiyo ni mili ya watu, ni mbegu unaipanda ya damu za watu zilizokuwa na hatia. Nataka nikwambie, hicho kitu ambacho ulichokikalia hicho kitu unachokitetea kwa ajili ya damu za watu hicho kiti ambacho natetea kwa kupitia damu za watu, nataka nikuambie, ewe mbunge, ewe waziri, ewe diwani, kama umefanya hivyo na ukadhani utakuwa umepoteza ushahidi na ukadhani kwamba utaficha watu wasijue, ili ukae kwenye hicho kiti cha ubunge cha utawala cha udiwani cha namna cha mwenyekiti namna yoyote, nafasi yoyote, hata kama we ni kiongozi wa dini, mbegu uliyoipanda ya amiri za watu inayolia kwenye ardhi, umeficha, umefichaficha, unafanya kila firigiso, hiyo mbegu inasikika, mbegu mbele za Mungu. Damu hiyo ni mbegu iliyo kubwa kuliko mbegu zote duniani. Itakuletea matokeo kwenye hicho kiti chako, itakuletea matokeo kwenye ardhi yako, itakuletea matokeo kwenye maisha yako, itakuletea matokeo kwa kizazi chako, itakuletea matokeo kwa ukoo wako, itakuletea matokeo kwa kizazi chako. Lazima hiyo mbegu ya damu za watu unayozidi kuipanda kwenye ardhi ya Tanzania, damu isiyokuwa na hatia, damu unayoionea, damu unayojaribu kuichukua na kuificha, nisikilize huu ujumbe hiyo mbegu inalia mbele za Bwana. Hiyo ni zaidi. Kama ile mbegu tu ya mahindi ina uwezo wa kukataa kunyamaza, kule chini ya ardhi ikapasua, ikakaa indi likatokeza. Umepanda mbegu moja ikakuletea mbegu majunia, vipi hii damu na mbegu hii ya mwanadamu? Hii damu ya mwanadamu inayomwagika kwenye ardhi, kwa nini silete matokeo kwenye maisha yako, kwenye ardhi yako? Nazungumza na viongozi, nazungumza na watawala ambao wametawala kwa kupitia damu za watu unaweza ukatawala kwa kuficha watu kwa maiti ulizoziua, kwa maiti za watu damu ulizoziweza kufanya filigusu zote. Nataka nikuambie hauwezi ukaficha damu ya mtu isifike mbele za Mungu aliyeiumba. Kila mwanadamu anaishi chini ya jua, ana haki ya kuishi. Hauna mamlaka ya kumficha na kumwondoa uhai wake usiokuwa na hatia. Mwanadamu anaondoka duniani kwa ratiba ya Mungu. Wewe unayekatisha maisha ya watu, unakatisha maisha ya mtu mwingine kwa ajili ya utawala, kwa ajili ya udiwani, kwa ajili ya wenyekiti, kwa ajili ya kitu fulani, hiyo damu ni mbegu iliyo zaidi ya mbegu zote. Lazima italeta matokeo. Kama utaficha kwa nafasi yako, hata kama utatuma watu watapoteza ushahidi, lakini Mungu hawezi kushindwa kuona hiyo damu inapolia. Mungu hawezi kuona sehemu ambapo hiyo damu inapoombolezea. Mungu hawezi kushindwa kuona. Nazungumza na wewe ambaye, kama ni mbungu, umefanya hivyo, hii damu itakuliza tu, damu itakufata. Malipo ya ulimwengu hapa yako hapa hapa, kabla hujamaliza hiyo nafasi yako, kabla hujamaliza utawala wako, kabla hujamaliza hiyo damu itakulilia tu. namoja nizungumze jambo hili. Wana wa Israeli damu zilimwagika kupitia utawala wa Farao. Mungu alinyamaza, aliona damu zilizokuwa na hatia zinamwagika, tena damu za watoto wadogo. Farao akatangaza, akasema, kila Mwebrania atakayezaa mtoto wa kiume hana haki ya kuishi kwenye taifa hili, achinjwe au uawe. Walichinjwa watoto wengi, na Mungu aliruhusu. Katika taifa la Misri waliuawa watoto wengi sana wa kiume, na Mungu aliruhusu, akanyamaza kimya. Lakini muda ulipofika, mtoto mmoja alizaliwa kwa ajili ya kusudi la Mungu. Hawakuweza kumweza kumweza kumchinja kupitia mikono yao kupitia maisha yao kupitia familia zao na uwezo na mamlaka yao. Walimlea mtoto aliyekuwa amekusudiwa na Mungu kwa ajili ya kuleta ukombozi katika taifa la Misri la Waibrania. kwa usikiliza, kama wewe ni mbunge umekaa kwenye kiti hicho kwa njia mbaya, kwa njia ya damu, kwa njia ya sadaka, kwa njia ya kuua, ufurahie kwa huu muda. Lakini Mungu atajibu damu za watu. Ni sadaka iliyo zaidi ya sadaka zote. Kama mahindi unaweza ukayafukia, kama ndizi migomba unaweza ukafukia, mchele mpunga unaweza ukafukia kwenye ardhi. Alafu ndani ya giza ulipozifukia zile mbegu zikakataa zikaanza kuleta muujiza wa kupasua kutoka ardhini zikaleta matokeo ukapata mahindi mengi. Ndivyo hivyo hivyo, mbegu ya wanadamu unapokuwa unaua, hiyo ni mbegu, inaingia kwenye ardhi. Mungu anasema nao hiyo miili hizo damu, hata kama umewafunika mahala, nataka nikwambie hiyo ni zaidi ya mbegu ya mahindi. Hiyo ni miili ya watu, hizo ni roho za watu zilizokuwa na hatia, hautaficha ile ni damu inamwagika kwenye ardhi. Haijalishi utaficha, haijalishi huyu mtu umemchukua ukaenda kumpiga na ukamtesa ukamficha kwenye maji ukamficha kwenye mapango ukamuulia huko ukamfunika ukamficha huko ukafanya kila kitu kwa namna unavyoweza, mimi nataka nikwambie hiyo ni zaidi ya mbegu ya mahindi, hiyo ni mili ya watu, ni mbegu na ipanda ya damu za watu zilizokuwa na hatia. Nataka nikwambie hicho kitu ambacho ulichokikalia hicho kitu unachokitetea kwa ajili ya damu za watu Hicho kiti ambacho unatetea kwa kupitia damu za watu, nataka nikwambie, ewe mbunge, ewe waziri, ewe diwani, kama umefanya hivyo na ukazani utakuwa umepoteza ushahidi na ukazani kwamba utaficha watu wasijue, ili ukae kwenye hicho kiti cha ubunge cha utawala cha udiwani cha namna cha mwenyekiti namna yote, nafasi yoyote, hata kama wewe ni kiongozi wa dini li. mbegu uliyo ipanda ya amiri za watu inayolia kwenye ardhi. Umeficha umefichaficha unafanya kila firigisu, hiyo mbegu inasikika mbegu mbele za Mungu. Gamu hiyo ni mbegu iliyo kubwa kuliko mbegu zote duniani.